Wapendwa katika Bwana, Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kristo amefufuka. Tunamshukuru Mungu sana siku ya leo, mara tu baada ya Pasaka tumekutana wachungaji wote wa dayosisi yetu ya Kaskazini Mashariki hapa Kathedro Lushoto kwa ajili ya jambo moja tu, kutathmini habari ya deni la dayosisi katika kipindi cha miezi mitatu Januari, Februari na Machi, na tukaangalia usharika mmoja mmoja jinsi ulivyochangia kila jimbo na kwa ujumla katika dasi nzima tulivyochangia deni hili. Tunamshukuru Mungu kwamba watu wamejitoa kuchangia, na niwashukuru washarika wote kwa jinsi ya kuchangia, lakini tumeona kwa wazi kabisa kwamba lazima tuongeze mwendo kidogo wa uchangiaji wetu ili tuweze kupata mafanikio makubwa. Na tamko letu la leo ni kwamba kila msharika wa Dayosisi hii agawanyiwe deni lake ajue kwamba deni lililopo sasa ni kiasi gani, na mchungaji katika usharika wake ahakikishe sasa anafuatilia e, kama msharika wetu Msafiri Mbilu amepewa kiasi cha deni lake kiasi fulani, basi ahakikishe kwamba ana fuatiliwa na kuchanga na kukamilisha sehemu ya deni lake aliopewa na mchungaji wake wa usharika. Kwa hiyo huu ndio mkazo wetu mkubwa, kwamba sasa kila msharika atapewa sehemu ya deni lake na hilo atapunguza. Na tumeshuhudia katika baadhi ya sharika walioanza mapema mgawanyo huu, washarika wengine wamemaliza. Nilipokuwa kule jimbo la Magharibi, usharika wa, wa Msomera, nimekuta washarika wetu katika eneo lile la Masaini ambao wamemaliza sehemu yao waliogawanyiwa na tulifanya maombi nao na kumshukuru Mungu kwa ajili ya wenzetu waliomaliza. Tumefahamu hivyo kule Gombero ambao wamemaliza, tumefahamu hivyo kule Korogwe waliopangiwa deni lao wamemaliza na baadhi ya maeneo hata kule usharika wa Mamba na huko Soni kuna baadhi ya maeneo ambao watu kwa kugawanyiwa deni lao wamemaliza. Kule kwa Bada kule Muheza kwa hiyo tuna, tunapenda kuhamasisha dayosisi nzima sasa, kila msharika apewe deni lake, na katika hilo basi ahakikishe kwamba analimaliza aweke mpango. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa mchungaji Maria Eliamini Charamila kutoka usharika wa Msongolo, jimbo la Kusini. Tunamshukuru Mungu leo, tumekuwa na kikao cha baraka tukifanya tathmini kwa habari ya namna jinsi ambavyo deni linaendelea. Na siku leo hii kwa tathmini hii tunakwenda tena kwa nguvu mpya kwa sababu pia tumeendelea kuweka mikakati mbalimbali mbali ya namna jinsi ambavyo tunaweza kumaliza deni hili, na miongoni mwa mikakati hii ni kusoma taarifa lakini pia ni kufanya harambee kwa ajili ya kumaliza deni hili. Nipende tu kutia moyo msharika ya kwamba deni hili lazima litaisha, na kama lazima litaisha, mimi na wewe tuingie kazini kuifanya kazi hii ili tuweze kumaliza deni hili, na mwishoni tutamshukuru Mungu katika mwaka huu kwa kuwa tutakuwa tumemaliza. Wote tuingie kazini kwa moyo, tukijua kabisa ya kwamba kazi hii tunayoifanya sio bure. Mungu akubariki, na Mungu aendelee kukutunza, niendelee kukutakia baraka za Mungu kwa kila mmoja ambaye ataendelea kuingia kazini kwa habari ya deni hili, walioko ndani na wale walioko nje ya dayosisi yetu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni mchungaji Johnson Paulo Pokea Eli Mwanga, mchungaji kutoka usharika wa Hale. Tunamshukuru Mungu kwamba siku ya leo tulikuwa na kikao ambacho ni kikao cha wachungaji wote wa Dayosisi. Basi katika kikao hiki kilikuwa ni cha tathmini ya kazi kwenye eneo la deni la Dayosisi. Katika jambo hili, tumeona kila usharika jinsi ambavyo umefanya kazi na kila mchungaji ameona jinsi ambavyo usharika wake akilinganisha na mwenzake, jinsi ambavyo umefanya kazi. Katika tathmini hii imekuwa na hamasa kubwa kwetu wachungaji kuingia kazini tena kwa upya, maana ni tathmini ya, ya robo ya kwanza ya mwaka tunapokuwa katika robo ya pili ya mwaka basi kuweza kuona ni wapi pa kuongeza juhudi, wapi pa kuongeza bidii ili kwamba mambo yaende vizuri. Wito wangu kwa, kwa, kwa, kwa washarika wa Dayosisi ya Kaskazini Mashariki, lakini pia hasa usharika wangu ambapo tuna tu, tu, tu, tupo katika kipindi kigee cha robo ya pili ya, ya mwaka, jitihada bado inahitajika kubwa sana kiangalia tathmini na malengo yetu kwamba mwaka huu tunaenda kumaliza deni, bado kimsingi tuko hatua bado si nzuri, sio ya kuridhisha, lakini jitihada kubwa inahitajika ili kwamba mambo yaweze kwenda vizuri. Mkristo mmoja mmoja kuweza kuweka jitihada katika eneo hilo, lakini pia na hata Wakristo ambao wako nje ya sharika na dayosisi waliopo kwenye vituo vyetu, tunaendelea kuwaalika waungane nasi ili kuweza kuona mambo yanaenda vizuri. Amina, asante.